Muda mfupi baada ya Boniface Mwangi kutupwa eneo la Horohoro mpakani mwa Kenya na Tanzania, Agather Atuhaire alipatwa na masaibu hayo hayo. Amepatikana eneo la Mutukula Kiotera mpakani mwa Uganda na Tanzania. Naibu kiongozi wa timu yake katika shirika la Agora Discourse, Godwin Toko alithibitisha kupitia ukurasa wake wa X akisema, hatimaye Agather amepatikana na nimezungumza naye kupitia simu ya dada yake. Hivi sasa alichukuliwa mpakani, mwisho wa nukuu. Atuhaire alisema alikamatwa na wanaume waliokuwa na mavazi ya kawaida waliojitambulisha kuwa ni askari wa Tanzania ambao wanasemekana kuwatesa yeye pamoja na Boniface Mwangi. Kupitia taarifa aliyotoa kwenye mtandao wake Ijumaa asubuhi, Mwangi alieleza mateso waliopitia. Ni kinukuu tuliambiwa tuvue nguo na kwenda kuoga, hatungeweza kutembea. Tuliambiwa tutambae na kuosha damu tulikuwa tumefungwa pingu na kufunikwa macho, kwa hivyo sikuweza hata kumwona Agather ila nilimsikia akilia kwa uchungu, huku wakitufokea. mwisho wa nukuu. Mwangi aliongeza kuwa jaribio la kuwasiliana na Atuhaire lilikabiliwa na kupigwa na matusi. Kwa mujibu wa Mwangi, waliowatesa walikuwa wanatekeleza maagizo kutoka kwa mfanya kazi wa usalama wa taifa aliyefika katika ofisi za uhamiaji na kuwafuatilia hadi kituo cha polisi cha Central, na kuagiza wawekwe mahali siri na kupewa adhabu ya Kitanzania. Mwangi alidokeza kuwa mmoja wa mawakili wa chama cha wanasheria wa Tanganyika alifichua kuwa mfanyakazi huyo wa usalama wa taifa ana ripoti moja kwa moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Aliyekuwa waziri wa masuala ya kigeni Kalonzo Musyoka amekashifu vikali mfarakano huu kati ya Tanzania na Kenya akiutaja kama urudishwaji nyuma wa demokrasia. Kwa hiyo nawashukuru kwamba alimwachilia kijana Boniface Mwangi, right? Because sasa mimi mwenyewe nilifanyia kazi mambo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mimi na Rais Kikwete na wengineo Ragasira, hata before Kikwete na Waganda, Foreign Minister Uganda, when we had only three countries, tukajaribu kufufua Jumuiya ya Afrika Mashariki. I would want to ask Mheshimiwa Suluhu to reconsider this whole thing. Akiona Wakenya asione kama ni maadui. Ingawa Rais Hassan amewaonya hadharani wanaharakati wa kigeni dhidi ya kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania, usiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka lipo Tanzania halipo watu wakajisemea tu. Hakujakuwa na taarifa yoyote rasmi kutoka serikalini kuhusu madai maalum ya mateso au kukamatwa kwa Mwangi na Atuhaire. Theo Masharia, Runinga ya K24.